Ni siku nyingine ya kipekee, kama unavyoona, upekee kabisa. Tuko ndani ya jiji la Dar es Salaam, posta postani. Mimi naitwa Ali Upuju kuntunye kidimdim mwandila bwana, kama unavyoona mandhari fulani hivi ya posta, lakini leo tuko karibu kabisa na jengo letu, jengo ambalo linahusiana kabisa na masuala ya uwekezaji. Nazungumzia UTT AMIS, tuko pembezoni eh, yaani leo tutacheza cheza, cheza Eh, karibu na, hapa, na, House, posta, na upuju, hapa na jengo letu la Sukari House posta kuweza kuhakikisha eh waliokuwa hapa maeneo ufupi kidogo kuhusiana na namna jinsi ya uwekezaji. Wekeai bwana karibu sana na usitoke, tuko posta. Kimara. Ah, Kimara. Okay. Sawa sawa. Ni mfanyabiashara, umeajiriwa au ndio mali? Okay, sawa. Sasa Neema, mimi nikuwa nataka niweze kuuliza. Hivi ushawe kufanyaga uwekezaji? Unaelewa maana uwekezaji? Kombe uwekezaji unaelewa nini? Naelewa, ni unajifadhia kiasi fulani kwa ajili ya baadaye au kwa ajili ya malengo yako binafsi. Okay. Okay. Sawa sawa, lakini kuna ule uwekezaji ambao watu huwa wanasemaga unakuwa sio simsalama. Na mimi kwangu mimi nakuwa sio uwekezaji kucheza michezo au vikoba. Ushacheza sana? Ndiyo nimecheza. Mpaka leo anacheza. Yeah. Faida zake zipo na hasara pia, kuna faida na hasara vile vile. Faida ni zipi? Faida ni kwamba pale ambapo utakuwa unahitaji hela kiasi fulani, hmm. utaipata na ukaitumia, ila hasara zake ni kwamba unaweza pia ukatapeliwa yaani katika unavyocheza michezo, ukihitaji pesa yako, Neema? Kweli, katika vile vikundi unapata pesa yako <laughs> Kuna... Au zi... ni kwamba unawe pesa yako, unaweka pesa yako unaweka pesa yako ikifika muda wako kupokea ndio unapokea. Yes, ni kama tu unajiwekea ndani, eh, unajiwekea eh, au kuweka hela katika kibubu, si lakini faida hakuna upande wangu mimi lakini ha, faida hakuna, ila ni ile tu kwamba unajiwekea, siku fulani utaichukua utaitumia. Ila ni ile ile la maana yake ni ile hela sitaki kuweka mimi ndani, nampa Neema aniwekee, si ndio maana yake? Ndio hiyo, lakini Neema naweza nikampa akaenda akaila, hiyo si ndio maana yake? Ni kweli, ndio hiyo, katika kudhulumiwa. Lakini mimi nilikuwa nataka kukusanua ni kwamba sehemu salama Neema ya yeah, mm, mm, uwekezaji ni UTT AMIS. Cha kwanza ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia wizara ya fedha inajihusisha na maswala ya uwekezaji kile ambacho anachofanya kule sio uwekezaji kwa sababu kabisa. Kwanza kule wanatapeliwa mbele, afu kule upate faida. UTT, ukija ukiweka pesa yako, unapata wastani wa faida asilimia 12 kila mwisho wa mwaka. Unafanyaje? asilimia 12 kila mwisho wa mwaka, mwisho wa mwaka. Lakini vilevile ni taasisi ya serikali okay. Na cha tatu ni sehemu salama. Kule kuna usalama neema, tu tu wazi, kule kuna usalama? Hapana, hakuna usalama. Ndio, eh kwa maana yake inawezekana ushakuzulumiwa au hujawahi Inatokea, inatokea kudhulumiwa, sio kwamba lazima pesa yako yote, labda ulikuwa umepokea milioni, unaweza ukapata laki nane, laki mbili, umedhulumiwa yeah. Na ile watu labda wengine utasikia mimi sina sijatoa sijatoai, yeah. laki mbili umedhulumiwa, yeah. k mm -hmm. Mimi nikusanue neema. Sehemu salama ya uwekezaji ni wapi? UTT, umeelewa? Hebu, yeah, jaribu kuwashauri wale marafiki zako wanakutazama za sasa hivi wanacheza sana mamichezo, hebu waambie watoke, we mwenyewe ushazulumiwa, waambie watoke na waje UTT, kwa sababu ni taasisi ya serikali, ni sehemu salama na unapata faida huko. Kwenye michezo hakuna faida, umeelewa? hebu waambie. Okay, nimekutana hapa na ni nani? Ali, Ali. Ali. kutoka UTT hmm. ameweza kunipa ushauri mzuri jinsi hmm. ya kuweka uwekezaji ambao uko salama, kwa sababu pia ni ya serikali hmm. so na mimi niko hapa naenda kufungua akaunti yangu okay. Yes, kwa kama unataka kuwekeza ili kupata faida mm, mwisho wa mwaka unapata mm, asilimia kumi na mbili kwa kiasi chochote ambacho unakiweka. No, yes. Naitwa Abubakar. Abubakar, umetokea? Bwana, um, mimi natokea Buguruni. Ah, Buguruni. Okay sasa. Mimi swali langu moja bwana Abubakar, uh, ushakusikia kuna taasisi inaitwa UTT AMIS? Ndio, ndio. Inajihusisha na nini? UTT kwanza, UTT mimi nimeifahamu kupitia ndugu yangu. Okay. Eh, yeye ni mtu ambaye anajihusisha na masuala mazima ya forever forever, watu ye, he wale. Sasa yeye ndo yuko sana huko amewekeza mm. Sasa ananiambia mdogo wangu bana, kuna hizi fursa mm. eh, kwamba kuna mifuko ya aina mbalimbali mm. eh, kuna liquid si kuna umoja kuna ada ya watoto mm. eh, na ukiangalia vijana wengi changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni money management Eh, na ndani sio sehemu ya kuweka fedha. Unaweza ukaweka ndani. Samani kidogo ndugu yako yeye ya yuko forever, lakini sio kama forever ndo anawekeza hapana, forever yuko kule. Eh, bwana hebu wekeza UTT. Eh, UTT, eh, bwana kuna hivi, anza hivi mm. Eh, at that time kweli nilifungua mm. Eh, japo kutokana na mambo hayakuwa sawa mm. Nika stop this year around ndo nimeanza tena. Okay. Eh, na umejiunga katika mfuko gani? Uh, kwa sasa hivi current niko kwenye iuitoka liquid. Ah, ujung liquid. Yeah, yeah. Na okay? Sasa hivi uh, ni miezi, ni miezi, yeah, miezi. Uh, yeah. Toka umeweza kujiunga na UTT una miezi kadhaa mpaka sasa hivi yako, sio, aliweza kunielekeza namna mambo yanavyokwenda kwa sababuauambia sasa, kipato changu si kikubwa. Okay, sasa bado tunaendelea huko lakini, sasa okay, naweka amb ni kama benki ama vipi? sababu so, najua yeah. Benki ukiweka kuna makato yeah. takatwa yeah. monthly na nini? sio kama benki, ni tofauti, ni unawekeza. maana yake kama zile fedha watakuwa wanafanya nini? kuna mm, pasenti mnapata au kama mm, kuna vipande vya kununua mm, au unaviuza mm, ni namna hiyo, sio kama ule mfumo wa benki. Unaweka, wao wanakupa huduma ya kutunzia fedha yako alafu wanachukua e, monthly time. yeah. wana, wana yeah. yeah. kiwango cha yeah. Kwa kuna vingi ambavyo bado sijavijua lau, lakini vile vichache ambavyo nimevifahamu mm. vikanivutia mimi kujiunga na UTT. okay. Labda tukiweza tutoe fursa sasa hivi ya kumwambia kuna ndugu yako ambaye yuko hapa Dar es Salaam, mkoani huko kote, hata nje ya nchi kwa fursa hii ameweza kusikia, unahisi kwa lipi ungeweza kumshawishi umwambie, bwana enjoy, UTT ni sehemu salama, kuna moja, mbili, tatu, nne, tano, hutojutia na hiyo pesa yako, utaona manufaa yake. Uh, cha kumwambia ni kwamba kama anahitaji mafanikio hmm. sawa eh, lazima awe na uwezo wa kutunza fedha yake vizuri. Inawezekana okay. mtu akawa anaingiza kipato kikubwa kwa siku hmm. lakini kutokana na management yake ya fedha ya kuwa ni mbovu, mbovu, anashindwa kupiga okay. hatua sasa UTT wao wanakurahisishia. Okay. Eh, namna gani wewe tafuta unachokitafuta mm. Lakini swala so zima la kutunzia fedha namna ya mm. kumanagement mm. fedha zako mm. tunaweza kukupatia huduma hiyo, basi ni UTT. Na una manage fedha zako na unapata faida zaidi sio una imeneji tu. Ehe. Uh -huh. Maana kwa wanaweza wakakutunzia lakini pasi na kukupa faida. Yaani kwamba wamekutunzia labda kila siku ukifanya biashara yako unaweka 10,000 labda ndani ya siku thelathini manake una 300,000, si ndio? Ndio, ndio. Lakini UTT wao watakuhifadhia na mwisho wa siku na wanakupa faida wa kile walichokuhifadhia. Ndio ni kweli. Na hata ukiingia kwenye majengo yao mm -hmm. pale juu unaona kabisa ya mwekezaji eh. Kwa maana wewe si kwamba tu una unakutunzia tu fedha eh. wewe mwenyewe ni miongoni mwa wawekezaji katika eh. Ya UTT. Ndiyo, ndiyo. Inaitwa Neema. Neema, una ushakusikia kuna taasisi inaitwa UTT? Kama miaka miwili. Kama miaka miwili. Yeah. Na mtu ambaye aliweza umeisikia labda mitandaoni au kuna UTT, kuna UTT. Kuna mtu aliniambia. Mm. Kilichokushawishi kusema sasa hivi uanze kuifuatilia UTT ni kipi? Uh, nimeambiwa na zaidi ya mtu mmoja. Of course nilikuwa sijachukulia ile serious ya lakini, baada ya kupata elimu ya nje, nikaona nije hapa nipate elimu kutoka sasa kwa wahusika na nikaelewa vizuri na nikafungua Leo leo. Mm, leo unahisi katika elimu ambayo uliweza kuipata kutoka labda kwa maafisa mbalimbali mbali wa UTT, lipi ambalo unaweza kusema leo hii hapo unaondoka nalo, kama labda ni mwanafamilia nyumbani, ukifika labda, mume wangu au wa wanangu, nitawaita nitaambia, jamani wanangu, katika kitu leo ambacho nilichokipata ni moja, mbili, tatu kutoka UTT. Ya asasa kwenye kuwekeza kwenye akaunti ya watoto. Okay, nimepata elimu nzuri ambayo nisikua nayo mm. Ya kama hivi nikimfungulia mtoto uh, uh, mfuko wake uh, watoto fund, ee, watoto fund ee, basi ataweza ku ya nitaweza kumwekea pale, ina maana huko anapofika umri mbele itaweza kumsaidia, ule mfuko utaweza kumsaidia kwa baadaye. Yani maana yake mtoto anaanza uh, ku manage maisha yake ya baadaye mm. ya masomo ya mm. kitu mbalimbali mm. tofauti na sisi, sasa hivi inafika muda kumbe kuna ada <mola> mwakani, <mola> mwakani kichwa <kena> kinaanza kukuma <mola> <mola> kwa hiyo inawezekana kumbe ukaja ukamfungulia, kwa elimu uliyopata ukamfungulia mtoto mfuko wake, hata ana miaka miwili yes. lakini unaitafuta ada labda darasa la kwanza baada hata miaka mitatu Yes, o ni kitu ambacho kimeweza kukushawishi? Mm, kimenishawishi sana. Okay, sana, mm. sana. Labda ungeweza kupata fursa leo hii. Kuna ndugu zako ambao wanakutazama sasa hivi duniani kote. Mm. Ungewaambia nini kuhusiana na UTT? Yawezekana walikuwa hawana imani nayo. Ah, yaani kitu cha kwanza ambacho naweza kuwaambia wa, yaani wawe na imani 100% kwamba wakiwekeza mm hela zao ziko salama na pale itakapohitajika kutokana na utaratibu watazipata. okay. E, especially mm. kwa mfano kama wastaafu mm. Yaani nime, uh, nimepata elimu kubwa kwa mfano wa mm. wastaafu mm. Unajua, wengi wakistaafu anachukua hela, naingambiwa anaenda kanunue, yeah, yeah, yeah. kanunue loli kanunue, yeah, yeah. nini yeah. anaenda huko, hela inapotea, anakufa kabla ya wakati, lakini akiwekeza huku iko salama na anapata ile faida yake ya mwezi yeah. maisha anakuwa vizuri kabisa, anazeeka vizuri kabisa okay. mama nani? mama nani Alicia fact kutoka DNG DNG event, ah, DNG event, ah yes kabisamama yes. yeah, alisha Labda kwa ambaye anakutazama sasa hivi kupitia Saida, angetaka kuweza kujua chochote, UTT ni nini? UTT ni mfuko wa uwekezaji ambao umejikita, mm. sana kwa serikalini mm. ambao kwa nilivyosikia sikia, so, ukiweka inajilimbikiza mara mbili tu times yes. sa labda kwa faida tu, UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali mm. la kwanza pia mm. inajihusisha na masuala ya uwekezaji, ndio kuwekeza pesa, sio lakini, vile vile vile, unapata wastani wa faida ya asilimia kumi na mbili kila mwisho wa mwaka. Okay. tumeelewana kabisa, tumeelewana kabisa, eh? unachezaga michezo? E, nacheza, vikoba. Vikoba michezo vikoba, yes. Michezo hivi vile ina faida na hasara eh, kipi kicho, kipo juu, faida hasara, faida iko juu. Kivipi kwenye mchezo, kwa sababu <clears throat> Sijajua mimi sijawahi kutapeliwa ah, kwa sababu, sijawahi kutapeliwa. Usha kusikia watu wametapeliwa? Eh. Kwa maana yake wewe Mungu yuko na wewe, Deo, wewe, lakini sio kwamba haiwezekaniki kutapeliwa. Inategemea na michezo sasa unaocheza. Eh, kuna mchezo. Na kini, watu huwa wanachezaga michezo kwa watu ambao wanaamini au unahisi kuna mtu kweli ipo? Kwa maana mwamini na baada ya kudhulumu, akakudhulumu. mm. Kwa maana yake inawezekana siombei Yawezekana haija kukuta wewe, wewe. Mimi michezo yangu ni level nyingine. Hata wewe bwana kabisa. Ndio. Okay, sasa lakini uh, kwa kuongezea uh, kule uh, katika michezo naweza nikasema ni aina fulani ya uwekezaji, lakini sio kamilifu vile vile kwa sababu sio sehemu salama, ni wewe mchezo wako tu ambao ni wewe, lakini sina uwekana nao kwa upande wangu mimi. Kama Ali upuju unasema kwamba michezo inakuwa sio sehemu salama, unaishi tu tule... kwa kwa nini nini waliita waliita kaushadamu zile kwamba hela unatoa kila Jumatano saa mbili usiku ndio, kuna mtu alijaribu kuniambia inafika muda, kuna baadhi ya watu hadi wana, wana, wanajaribu ndoa zao zinaharibika kutokana na michezo. Ni kweli. Kwa sababu mwisho wa siku, wa uku, uku, muuma, tari, na mwisho wa siku unaweza ukajikuta watu wamwendelei huku mke huku kichwa kinamuuma tayari, inabidi na wewe mwenyewe mwanaume ukakope umstiri mm anakuwa okay, eh, anakupressurize e, anaku ile atuelewa yes. Lakini sasa mimi nataka nikusanue Saida mm, kupitia hiyo UTT katika uwekezaji wako unaofanya hakuna mtu ambaye anaweza kukupigia simu Saida leo Jumatano ujaleta pesa UTT. Unaweza ukaweka pesa leo ukakaa hata wiki mbili si ujapata, lakini kikubwa, huweze kuwekeza pesa yako, uweze kufikia malengo yako. Nakushauri wewe ambaye unanitazama kuweza kujiunga na UTT AMIS, ambayo itakusaidia kuwekeza pesa yako kwa usalama zaidi mm -hmm. lakini pia kunakuwa kuna kiasi au faida ambayo unaipata pesa, Wafenu, asilimia kumi na mbili. yes, pesa ikiwa katika yani sehemu salama, pasipo stress, pasipo mashaka na wewe mwenyewe lini unajua. Soon. Soon. Yes. Kijiwe mchongo, mchongo na, UTT na UTT AMIS imenifikia kijiwe mchongo na UTT imenifikia mimi leo, kijiwe mchongo, mchongo imenifikia Mama Alicia Naam, kama ulivotoka kuweza kusikia uh, leo tulikuwa maeneo ya Posta, Postania hapa Dar es Salaam. Tulikuwa tumekwambia tuko pembezoni kidogo eh, mwa jengo letu eh, la Sukari House. Tuliweza kupiga story mbili tatu na baadhi ya watu ambao wanaifahamu UTT, na na Ali Upuji, Mandila, ne, tukutane next Usitoke, kaa hapa hapa UTT, kwa sababu ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, najihusisha na masuala ya uwekezaji, au sio? Sema salama bye-bye.